Imeendelea kutanda katika eneo la Kibiko, kaunti ya Kajiado, kabla ya mkutano uliopangwa kufanyika hii leo. Makumi ya maafisa wa usalama wameshika doria eneo hilo, huku wakazi wakidai kuzuiliwa kuingia kwenye eneo la mkutano huo unaojumuisha wawakilishi wa makundi yanayozozana na maafisa wakuu wa serikali. Mwanahabari wetu Jimmy Mbogo yuko Kibiko na anaungana nasi hivi sasa mubashara kwa mengi zaidi. Nam, shukran sana Mashirima. Tumekuwa katika maeneo haya ya Kibiko kutoka mida ya saa nne hivi hapo asubuhi. Tumekuwa tukipiga pilkapilka pilka zetu na pitapita pita zetu ili kuweza uh, kuelewa ni kipi haswa kimekuwa kikiendelea uh, katika maeneo haya hivi majuzi. Taarifa ambazo tumekuwa tukizipata ni kuwa kumekuwa na mzozo wa mashamba uh, na haswa uh, lile shamba ambalo linazozaniwa kwa sasa ni ekari elfu mbili mia nane eh, lenye dhamana ya bilioni mia moja mia moja unusu hivi, na tumekuwa tukizungumza na baadhi ya wakazi ili tupate kuelewa mzozo huu umetokea wapi. Na kulingana na wale ambao wameweza kuzungumza nasi haswa uh, na utaniruhusu Mashirima, nikiwe nikichanganya ndimi kidogo ndio tupase, uh, tupate kuelewana uh, ile ambayo kwa kimombo tunasema the bone of contention uh, kuhusu shamba hili ni kuwa kuna kikundi ambacho kwa upande mmoja wana taka mashamba haya yaweze kugawanywa, na kuna kikundi kingine ambacho wanasema wako na the original title, ambao wanasema wao wakubaliwe kuweza kufanya uh, ule ugavi wa mashamba haya na hii ndio imekuwa ikileta mzozo huo tulipokuwa tuki, tukija katika maeneo haya hiyo mida ya asubuhi kitu ambacho tuliweza kukishuhudia sisi wenyewe ni vizuizi vya maafisa wa polisi haswa, uh, the specific group ni ile ya uh, GSU Red Berets. ambao tumekuwa tukiwaona wamekita kambi katika maeneo ambayo tumeweza kupita sisi tumekuwa tuki, uh, tukizungumza na baadhi yao kujua nilipi, nalo, endelea, ni lipi linaloendelea ni yapi yanajiri na kwa wengi wao wanasema leo wao wametumwa wa, wa upande huu kuweza kuhakikisha kwamba hali, hali ni shwari. Itakumbukwa kuwa siku mbili au tatu zilizopita kuna, kuna semekana, amba, kuna taarifa ambayo uh, ilitoka kuwa kuna afisa mmoja wa polisi ambaye katika hizo rabsha zilizozuka maeneo haya aliweza kupoteza maisha yake, na tumekuwa tukizungumza na baadhi ya wakaazi uh, wakaazi wa maeneo haya wanasema kuna ile commotion ile, ile ambayo ilitokea siku mbili tatu zilizopita ni kutokana na kule kutoelewana kwa makundi haya mawili kuna kundi kama nilivyokuarifu kuna kundi ambalo linasema mashamba haya ya gawe uh, kuna kundi lingine, lingine ambalo hal, halitaki uh, wanataka wao ndio wawe wenye kufanya ugavi huo wa mashamba kwa hivi sasa uh, tunaelewa kuwa kuna mkutano ambao unahudhuriwa na baadhi ya wakuu wa serikali ya e kaunti na haswa gavana wa waka, kaunti hii ya Kajiado, Patrick Olelenku ambaye tunaarifiwa tuna, tuna kuwa Joseph Olelenku Kundradhi ambaye tunarifiwa kuwa Uh, muda mchache kutoka sasa, muda wowote kutoka sasa atakuwa akifika pale na kuweza kujaribu kusuluhisha maswala uh, haya kuna yale yani ambayo kwa kimomo tunaita claims, ambazo zinatoka kwa wakazi wa maeneo wa haya ambao wanahofia kwamba kuna ku, ku, huenda kukawa na mtu mkubwa serikalini ambaye maybe ana interest uh, ya mashamba haya hawajaweza kutueleza, na kwa sisi hatuwezi tukaverify hiyo, lakini tutakuwa tuki, tuki za gavana wa eneo hili, mzozo huu wa hili shamba, wana madhumuni, wana, wana mpango gani kuhakikisha kuwa huu mzozo una unatatuliwa nyuma yangu mashirima. Uh, kuna watu ambao utaona wamevalia zile ambazo kwa kimombo tunaita reflectors. Hawa ni wale ambao ni kile kundi ambacho kimekuwa kikiendeleza ugavi wa mashamba haya uh, ama demarcation uh, ambazo wamekuwa wakifanya, lakini kutokana na baadhi ya uh, wale wakazi wa maeneo haya wamekuwa wakisema hata hawa wakiendelea kufanya hizo demarcation kwao watazidi ku, kungoa zile beacon ambazo zinawekwa, mbona lakini wanasema kwao nia yao ya kufanya hivyo ni kuhakikisha kwamba iwapo kutakuwa na ugavi wa mashamba katika eneo hili wanataka waweze kuhusishwa katika shughuli hiyo yote. so a, kwa hivi sasa mashirima, tutakuwa tukielekea pale ambapo tunatarajiwa kuwa kwamba a, wale viongozi wa kikunyike watakuwa ki, wakifika wa pale yule gavana wakaj watakuwa wakifika pale. Tunaarifiwa tuna kuwa yule county executive pia uh, anayeshughulika uh, uh, na maswala ya ardhi na maswala, maswala ya mashamba pia yu, uh, atakuwa pale. Tutakuwa tukijaribu kuzungumza nao ili tuweze kupata taswira, taswira kamili ya kuelewa kwamba ni kipi kinachojiri hapa na suluhu ni lipi suluhu la kudumu, manake mizozo kama hii mashirima ambapo uh, na katika runinga tuki, ya Citizen tumekuwa tukiwaarifu Wakenya. Mizozo kama hii mara nyingi tumeona, kwa kimombo tunasema leading to a lot of death and destruction, na kwa sasa uh, uh, tunatumai kuwa hiyo haitakuwa ndio uh, taarifa ambayo itakuwa tukiwapasha uh, watazamaji wetu baadaye hapo na nakuwa mzozo huu utaweza kutatuliwa, and wale wote ambao wanahusika, haswa wale wakazi wa maeneo haya ambao wanasema wengine wao wameweza kuishi katika mashamba haya kwa zaidi ya miongo mitatu. Wanasema wao uh, hawajui -ha, ha -ha, ha pa kwenda. Hapa ndio nyumbani, huu ndio mji ambao wanaujua. Wengi wao wameolewa hapa, wamewalelea watoto hapa, watoto wao sasa. Wakiambiwa wahame, hawajui ni wapi wataanzia. So uh, kwa sasa naomba nikurudishie usukani Mashima, unless kama una swali lolote kwa sasa.